Kaunti nambari tatu ambapo mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga atimuliwa kutoka vituo kadhaa vya kupigia kura na wafuasi wa mgombea chama cha DCP Stanley Karisa Kenga kwa madai ya kuwatishia wapiga kura. Hata hivyo, vurugu hizo hazikusitisha zoezi hilo la kupiga kura, kwani polisi walidhibiti hali hiyo na kuhakikisha kuwa usalama umeimarika. <coughs> inaendelea vizuri, na natumaini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ni matumaini yangu kwamba itaendelea hivyo hivyo, isipokuwa kwa sasa hivi vituo vingi viko na misukosuko kuhusu maajenti eh. Kuna baadhi ya vituo ambavyo maajenti wangu wamezuiliwa nje, na nakimbilia huko niende nika weze kusuluhisha hilo tatizo kwa sababu mimi ndio candidate na agent wangu lazima awe ndani. hmm. na... changamoto ambazo kwa sasa zimejitokeza, la kwanza ni kwamba wako viongozi wa kiserikali ambao, uh, wametoka nje ya magarini na wanajaribu kuvamia vituo vyetu, wanaingia kwa vituo wakipeana vitisho kwa wapiga kura, kwa hivyo tunauliza wale wote ambao si wapiga kura wa Magarini na kamwe hawastahili kuwa kwa vituo, waweze kupeana nafasi wananchi wenyewe wafanye maamuzi huru pasipo kugandamizwa. Kwa kimetuudhi hapa Magarini, kituo cha Msumarini, ni mtu ambaye ametoka kwa Kwale huko, anasema kwamba ni agent wa Magarini na hakuna mwingine kwa wake. Ni wizi, tumemtoa mbio na sisi Magarini tumechoka kwa kupumbavu ya kudhulumiwa, na kama angejua kwamba kwa nini hiki kitu kinaru, kinarudiwa angefanya upumbavu huu. Tumeshangazwa na kusikitisha wakazi wa Msumarini. Tunaona mbunge wa Kilifi South, Honorable Ken Chonga amekuja hapa, anatoka jana usiku, amekuwa akiingia maeneo ya Muyakae, maeneo ya Kanagoni kujaribu kuuzia jamii woga ili wasitani in large numbers. But we want to tell him hiyo serikali yote kwamba wananchi wameamua, raundi hamtapanga watu hamtauzia jamii woga. Kuna huyu kiongozi anaitwa uh, Ken Chonga, Ken Chonga. Ameweza kutimuliwa kutoka kwenye vituo kadhaa kwa shutuma za kuhonga uh, wapigaji kura. Uh, hili ni jambo la kuwatua moyo sana. Kumetokea vurugu kiasi. Uh, good thing ni kuwa uh, police officers are taking charge and uh, they are being uh, proactive katika kuhandle uh, hii situation.